Yaku yes. Um, uh, kwa sababu Wakenya wanafanya kazi kwa bidii sana, kwa hiyo lazima tukemee uporaji na uharibifu ya mali na mali ya wafanyabiashara wetu na wale wengine wanajitahidi zaidi, lazima tuwakemee, lakini tukemee, tuulizane ni nani alipanga mambo haya, mm. Sisi wapinzani kwa mfano hatuna namna, hatuna namna hao wanatumia resources za serikali mm -hmm. kupanga hata wavamie police station kama hiyo akikuwa unasema, mm -hmm. vitu kama hivyo sema, hao na wao wanajapanga. Hebu angalia story ya Alkalau wale wanaji una, unataka kusema sio wenyewe waliofanya hiki kitendo? no, no, no ni watu maguns sio. oh. I'm telling you vijana wetu wa Gen Z nia yao ni safi. hawa ni watoto wanataka good governance. Okay. hawa ni watoto wanataka amani mm. hawawezi kupanga kuvamia police station Hawana ah, nia kama hiyo. Okay. Okay, nia yao ni safi, so magoons ambao wamepangwa. Hebu angalia story ya Alkalau, mi nilipata kuangalia kwa runinga hivi, watu wanakuja organize, unaenda wanachoma gari, wanatoa battery ehe, wanafanya hivi. Hata moja hawa ah, watu sio wa huku ni hmm. watu wametoka mbali kuja kufanya hii, wamepangwa. Okay. I, wachome magari yao wenyewe, wao ndio serikali hmm. alafu walaumu wapinzani. Okay. Eh.